Naitwa Abudu Suleiman Jumbe, ni katibu mkuu Wizara ya Utalii na Mambo ya Kale, na leo tulikuwepo hapa katika mdahalo mmoja muhimu kabisa katika kutathmini miaka mitano ya mafanikio ya uongozi wa Mheshimiwa Rais wa Zanzibar, Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi katika sekta mbalimbali mbali, za kiuchumi, kijamii na kimaendeleo na, na tumefurahishwa sana na umoja ambao tuliopata kutoka kwa ndugu zetu wa jumuiya ya waandishi wa habari Tanzania nzima, kutoka Tanzania bara na hapa Zanzibar katika, katika kufuatilia mwenendo mzima wa utekelezaji wa programu mbalimbali za Mheshimiwa wa Rais kupitia wizara mbalimbali ikiwemo Wizara ya Utalii na Mambo ya Kale na kuangalia mafanikio yake pamoja na mwelekeo katika miaka mitano ijayo ya Mheshimiwa Rais wetu wa Zanzibar Baraza la Mapinduzi. Kwa kweli, mdahalo mda huu ulituweka kwa pamoja makatibu wakuu mbalimbali mbali, wakurugenzi mbalimbali mbali na wakuu wa taasisi kutathmini yale mafanikio, lakini pia kuangalia na kusoma kutokana na changamoto na maeneo mbalimbali mbali ambayo tunaamini kwa dhati kabisa kwamba yatakwenda kuimarisha zaidi Aa, yale matarajio makubwa ambayo tunatarajia kuyafikia katika miaka mitano ijayo ya uongozi wa Mheshimiwa wa rais wetu Dokta Hussein Ali Mwinyi. Kwa majina anaitwa Laurent Mwanga, uh, almaarufu kama Mpishi Content, ni mratibu mkuu wa hii kampeni ya hatua tano za Dokta Mwinyi. Uh, lengo na makusudio ya kuanzisha ama kufanya uh, mdahalo huu kuonyesha umma waweze kutambua waweze kuona kusikiliza eh, mafanikio ambayo yamefanywa kwa muda wa miaka mitano kuanzia elfu mbili na ishirini hadi elfu mbili na ishirini na tano kwa maana hiyo kama mlivyoona kumekuwa na taasisi nyingi kumekuwa na wizara mbalimbali ambazo zimeelezea zimeongea zimeonyesha mafanikio ambayo yamepatikana yame kwenye huu uongozi wa Mheshimiwa Dkt. Hussein Ali Mwinyi eh, kwa muda wa miaka mitano. Kwa hiyo nami nikawiwa eh, kuwa kuratibu tukio kama hili ambalo linahusiana na kuonesha mafanikio ambayo Mheshimiwa Dkt. Hussein Ali Mwinyi ameyafanya kwa kipindi cha miaka Uh, kwa majina anaitwa Abdul Halim Muhammad Mzimbaga ni afisa wa mauzo na masoko kutoka shirika la bima la Zanzibar makao makuu ya Zanzibar. Uh, hivi leo tulikuwa tuna mdahalo ambao unahusiana na kutathmini maendeleo ama mafanikio yaliyoletwa na Dr. Hussein Ali Mwinyi kwa muda miaka mitano e, e, e, e, iliyopita nikimaanisha elfu mbili na ishirini mpaka elfu mbili na ishirini na tano lakini vile vile kuangalia mustakabali miaka mitano ambayo inayofuata. Sisi kama shirika la bima la bima Zanzibar tukiwa miongoni mwa wadhamini wa tukio hili, imekuwa ni fursa kubwa zaidi, ikiwa ni sehemu na sisi kuhusika katika kuelimisha jamii kuhusiana na umuhimu uh, wa kuelewa ama kufahamu masuala mbalimbali yaliyofanywa na shirika la, na, na, na, na serikali ya mapinduzi ya Zanzibar chini ya utawala wa rais wetu mpendwa Dkt. Hussein Ali Mwinyi. Tunashukuru sana na tumejionea mengi na tumejaribu kuzungumza mengi wakati wa mdahalo ikiwa ni sehemu ya kui, kuielimisha jamii ama kuijuza ama kuikumbusha jamii yale mazuri ambayo amefanya na, na serikali ya mapinduzi ya Zanzibar.